diwani wa kata hii ya Kambikatoto, kata ambayo nimeanza kuiongoza kama diwani mwaka elfu mbili kamili, lakini elfu mbili, maana yake nilipitia kwenye vyama vya upinzani kwa maana TLP miaka 15, Chadema miaka mitano. Baada ya hapo nikarudi CCM. Sasa nimetaka kuzungumza hayo kwa kirefu kwa sababu gani? Nataka kutofautisha kipindi niko vyama vya upinzani na kipindi nimerudi Chama cha Mapinduzi. Kwa miaka hii mitano, baada ya kuwa nimerudi Chama cha Mapinduzi, kuna mapinduzi makubwa sana ambayo yamefanyika katika kata yangu ya Kambikatoto, lakini mapinduzi hayo yamesababishwa na mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan mama ambaye ametuletea fedha nyingi sana katika kata yetu. Tuna fedha takriban bilioni mbili na milioni mia saba ambazo tumeletewa kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Sasa tunaanzia kwenye elimu. Upande wa elimu kwa shule za msingi, kabla ya mwaka elfu mbili na ishirini maanake huko nyuma ilikuwa ni tatizo kubwa sana upatikanaji wa madawati, madarasa mazuri, madawati majengo mazuri kwa hiyo vitu hivyo yu vilikuwa yu ni shida sana lakini toka mwaka elfu mbili na ishirini mpaka tunavyozungumza hivi, shule za msingi zilizopo katika kata yangu ni tatu, ambayo ni shule ya msingi Kambikatoto, shule ya msingi Kanoge, shule ya msingi Sipa. Lakini pia kuna shule ambazo zimejengwa hapa katikati ambazo awali zilikuwa shikizi, lakini sasa zinaelekea kwamba zinapata usajili au zitasajiliwa zita kwamba kuna shule Majiweni, lakini kuna shule Manyiri pia ambayo tayari sasa hiyo imeshasajiliwa na tayari kuna waalimu wa kuajiliwa ambao wamepelekwa kule, kwa hiyo ni maendeleo makubwa sana. Sasa, hizo shule za msingi kwa catchment area kipindi cha nyuma ilikuwa haiwezi kukubalika, lakini sasa kutokana na shule za msingi kuwepo hizo, pia tumelitoa pesa kwa ajili ya ujenzi wa sekondari milioni 572 ambazo tayari tumejenga sekondari iko hapa na katika awamu hii tayari watoto wameingia kidato cha tume wame, wame tumesajili mara mbili, kwamba kuna form 1 na form 2, lakini pale pale sipa pana nyumba ya tatu 3, 3 kwa moja ni ya walimu imejengwa pale. Kwa hiyo waalimu wako pale wanaishi katika mazingira ambayo ni mazuri, na hamasa ni kubwa sana, wananchi wana wanahamasika sasa hivi. Kwa mfano, ukichukua kule Manyiri ni kilomita sitini kutoka hapa. Sasa mtu wa kule anakwenda kuikuta shule ipo imejengwa vizuri, kwa hiyo hamasa ni kubwa, na wazazi wanawaleta sana watoto wao katika shule hizo. Kwa hiyo tunamshukuru sana huyu mama. Pande wa kituo cha afya, baada ya kuwa tumefanikiwa sana katika habari ya kituo nani, ujenzi wa shule sekondari lakini pia mama hakutuacha. Kuna kituo cha afya, kituo cha afya ambacho tuliletea shilingi milioni mia tano sabini na mbili ambazo tayari tumeshajenga kituo cha afya, kiko hapo kinaendelea kutoa huduma. Lakini haitoshi, kuna nyumba ya watumishi ya mbili kwa moja, watumishi wako pale, wana mahali pazuri pakuishi, wanachapa kazi vizuri. Lakini vilevile kuna ambulance Gari ya kusaidia kukimbiza wagonjwa pale inapoonekana wanahitaji kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo hayo ni maendeleo, ni hatua ndani ya miaka hii mitano. Kutoka katika kituo cha afya hicho, bado kuna barabara. Kuna barabara ambayo iko hapo, ilikwenda kwenda, inakwenda Sipa, kijiji cha Sipa ambacho kiko ndani ya kata hii. Barabara ilikuwa ni mbaya huwezi ukaondoka hapo na kwenda Sipa, kama utafika Sipa, lakini leo barabara ni nzuri, inapitika vizuri. Na kwa hamasa hiyo, sasa yako mabasi yanalala pale Sipa. <coughs> Sipa kuna mnada mkubwa sana, tumeletewa fedha shilingi milioni mia tatu kumi na ngapi kumi na sita ambazo tayari kuna brada pale. Zamani kabla ya hapo, kulikuwa na ni uzio tu wa kawaida wa sengenge ambao baadae ulikula tu unaleta hasara kiasi, kwa sababu kulikuwa na matobo ambayo yalikuwa likuwa pitisha, pitisha hujuma pale, lakini sasa umejengwa ukuta ambao ni mzuri, na mnada wetu wa kila Jumatatu pale unatuzalishia fedha za kutosha, ambazo tunaendelea nazo katika shughuli zetu za maendeleo. Kwenye upande upande wa maj, wa maji maji pana mradi wa muasa huko hapa ruasa wamechimba maji. Sasa hivi tuko kwenye habari ya kutandika mabomba. Tutaandika mabomba kwa ajili ya kuweza kutoa huduma zaidi kwa wananchi ndani ya kijiji, ndani ya kata. Kwa hiyo mradi huo unaendelea na uko katika hatua nzuri. Tunategemea ndani ya miezi miwili mitatu hii mambo yanaanza kuwa yamekaa vizuri, kisha mradi kaa umekamilika ume kadiri tulivyokuwa tumekubaliana au kadiri ambavyo mkataba unazungumza kwa kwa wakara tuna umeme, hiyo ni miaka mitano na kuhesabia, ni, ni, ni, ni, ni pana umeme sasa hapa. Kitu ambacho ilikuwa ni historia kusikia kwamba umeme huko hapa ni historia, ilikuwa historia, lakini sasa tuna umeme ambao wananchi mimi wenyewe nilipo hapa na kiwanda kama kinavyoonekana hapa, nilikuwa hapa natumia diesel generator kutumia diesel, lakini sasa nafaidika na umeme ambao huko hapa na mambo yanakwenda vizuri, na wananchi kwa ujumla nao wananufaika na umeme huo ambao tumeupokea au unaendelea kutekelezwa. Kwa maendeleo haya na kasi ya watu jinsi linavyokwenda ya maendeleo, tumeamua kuwa na kituo cha polisi, ambacho huo ndio ulinzi tunaotegemea katika eneo letu, kwamba siku moja inaweza ikatokea tatizo lolote, lakini sasa kama kituo kipo basi tatizo litakuwa halipo, na ndio ulinzi ambao unategemewa kwenye kilimo. Kwenye habari ya kilimo, wataalamu wapo wa kilimo, yuko afisa ugani hapa, yuko afisa ugani sipa, nao wanaendelea, wanatoa elimu ya habari ya mifuko ya pembejeo kwa ya kwa ruzuku na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ya mambo yanakwenda vizuri kwenye kada ile, na wameletewa mpaka vifaa, wameletewa pikipiki piki kwa ajili ya kufanyia shughuli hizo ambazo zinawahusu huduma za kijamii huduma za kijamii ambazo zinashirikisha afya, elimu na maji, kwa kata yangu ya Kambikatoto vyote vimeshakamilika. Sasa tuseme nini? Kwa hiyo tunampongeza mama yetu na tunamtakia kila la heri. Tuko vizuri sana kupitia mama yetu. Kwa hiyo ilani ya Chama cha Mapinduzi katika kata yangu ya Kambikatoto iko safi, hiyo inanifanya mimi Inafanya Inanif, mbunge Masache Njeru Kasaka inamfanya mama yetu Samia Suluhu Hassani tulale usingizi, kwa maana tunategemea kabisa katika uchaguzi huu unaokuja. Hakuna jambo lolote ambalo wananchi wanatudai, hakuna jambo lolote wanaomdai mama. Nimesimama kwa niaba ya wananchi wa kijiji cha Kambikatoto kumshukuru Rais mama Samia ni miradi mingi aliyoileta katika kijiji chetu. Nikianza huduma ya afya, tuna kituo cha afya. Elimu, tuna sekondari na elimu ya msingi, tuna madarasa aliyoweza kutujengea. Lakini tuna mradi wa maji, tuna mradi wa umeme ambao tayari uliokamilika na wananchi wanaendelea kupata huduma. Vile vile kituo cha polisi, bila kusahau mawasiliano, tuna minara isiyopungua mitatu. Kabla ya kituo cha afya hakijajengwa, hali iliyokuwepo katika kijiji hiki cha Kambikatoto ilikuwa ni hali mbaya, hususani kwa mama wajawazito. Wengi waliweza kupoteza maisha yao, na hata huduma tulikoweza kuzipata ni mbali kiasi ambacho kutokana na umbali ule kilipelekea vifo vingi vya kina mama wajawazito, lakini toka huduma imesogea, taarifa ya kupoteza maisha kwa mama wajawazito hakika hatujaipata tena. Watoto wetu walikuwa wanapata huduma ya elimu ya sekondari umbali wa zaidi ya kilomita hamsini, hivyo ilipelekea watoto wengi waliweza kukata tamaa ili kuto kufikisha ndoto zao, lakini kwa sasa watoto wengi wanafika, na mpaka sasa tuna vidato viwili katika shule yetu hii ya sekondari ya Kambikatoto, ambapo hata wazazi wamepata motisha wa kusomesha watoto wao. Lakini mwanzo ilikuwa ni changamoto hata kwa wazazi kuwapeleka watoto wao shuleni kulingana na umbali, walikuwa hawana uhakika wa usalama wa watoto wao, kutokana na umbali wa watoto walikokuwa wakipata elimu ya sekondari. Natoa pongezi kubwa kwa Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassani kwa kutusogezea huduma, maana amefanya elimu iweze kuwa na kuongezeka kijijini ki. Pia tunaomba aendelee kuwa na moyo huo huohuo hu hu, ili awamu ijayo tunaamini maendeleo yatakuwa ya makubwa zaidi ya hapa. Mwitikio umekuwa mzuri, watoto wanahudhuria vizuri, pia hata maendeleo yao ya kielimu ni mazuri. Kwanza katika muda huu tulionao, tumefarijika sana kwa kipindi hiki kifupi ambacho mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassani ameongoza kwa kipindi hiki. Pamoja na kuwa kijiografia tuko mbali na uwepo wake, lakini tuliamini serikali na uwakilishi wa kutosha, ambao mpaka sasa tumefikia kupata mafanikio moja, ikiwemo tumepata shule ya sekondari ya kisasa nzuri sana kwa kipindi chote sisi tumeishi hapa zaidi ya miaka salasini tangu uhuru, hatukuwa na shule karibu ya sekondari. Muda mwingi tulitumika kutumika kwenye sekondari za wenzetu, ikiwepo Chunya, Lupa, Isangawana, lakini kwa sasa tumepata shule ya sekondari yenye kiwango cha kutosha ambayo imeletwa na mama yetu Dkt Samia Suluhu Hasani. Lakini pili, tumepata kituo cha afya ambacho kituo hicho kwa hazi pekee kwa kijiji ni kituo ambacho kingeweza kuwa hata wilayani, lakini tumekuja kukipata hapa Kambikatoto. Lakini la tatu tumepata huduma ya maji ambayo bado haijakamilika. Lakini la nne tumepata huduma nzuri ya umeme. Umeme tulikuwa tunausikia tu kwa mbali, lakini mpaka sasa tunavyoongea tumepata uhakika wa umeme kwa kijiji hiki cha Kambikatoto. Lakini zote hizo ni jitihada za Mama Samia Suluhu Hasani kupitia chama chetu cha Mapinduzi. Kwa hiyo tumekuwa na imani kubwa kutokana na huo utekelezaji wake. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online, website ama tovuti tunapatikana kwa www chunyadc go tz, lakini Instagram tunapatikana chunya underscore official.